Na. Karibu tena tuendelee na taarifa zetu moja kwa moja, tuelekee kaunti namba 48, ambapo wananchi huko Tanzania wameisha, wamejitokeza kupiga kura maeneo tofauti nchini humo, lakini kumeshuhudiwa rabsha kufuatia baadhi ya wananchi wanaopinga sera za Rais Samia Suluhu Hassan kufanya maandamano na kupinga uchaguzi huo na nimeona waandishi wa habari wako kote Tanzania wanaonyesha yanayotokea huko. Sasa baada ya kufuatilia na kupata picha, nikaona sasa ni wakati muafaka kwa mimi kuja na kukamilisha zoezi hili. Nataka niseme kwamba nami tayari nimeshakamilisha zoezi hili, na niwaombe wa Tanzania wale ambao bado wako nyumbani wajitokeze, waende